Mimi siridhiki. Haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Mkoa wetu tutakuwa na upungufu wa chakula. Nimeangalia tu kwamba tusipofanya jitihada za kuongeza kasi katika utendaji kazi, ni kweli, Mheshimiwa DC, unasema unaridhika navyokwenda, lakini mimi siridhiki kwa sababu huu mradi ni mkubwa wa bilioni kumi na nane. Hapa ilitakiwa wafanyakazi wawe wengi kama nyuki. Hii kupanga mawe hii, kama tungekuwa na wafanyakazi wa kutosha tungekuwa tumeshamaliza huu mnyororo wote. Kwa hali hii tunaendelea, nina uhakika tumeongezewa miezi sita, itafika mwezi wa pili hatujamaliza hii kazi. Nimeangalia tu kwamba tusipofanya jitihada za kuongeza kasi katika utendaji kazi hatutakamilisha mradi kwa wakati. Kama tusipofanya jitihada, mkoa wetu tutakuwa na upungufu wa chakula, japo tunayo akiba lakini hatutaweza kufanikiwa kwa kiwango tulichofanikiwa mwaka jana. Haya ni maelekezo ya mheshimiwa Rais wetu, Mama Samia Suluhu Hassan, ni maelekezo ya Waziri Mkuu alipokutana na viongozi wa wakilishi wakuu wa mikoa, na ametuelekeza kwamba sasa na sisi tushuke chini tuongee na wananchi wetu. Kwa hali hii ilivyo ni lazima tuwaeleze aina ya mazao watakayoweza kulima kwa sasa na wale ambao bado, kwa vile tunategemea masika, tujipange tuweze kuhakisha kwamba tunatumia vizuri masika, lakini kilimo cha uhakika ni kilimo hiki cha umwagiliaji. Ndio maana tumekuja wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa, tumekuja hapa kuangalia huu mradi, kazi zinazofanyika na utekelezaji wake: ujenzi wa tuta la kuzuia maji urefu wa mita 325 liko asilimia80, ujenzi wa ukuta wa zege wenye urefu wa mita 325 huko asilimia 99, ujenzi wa spillway huko asilimia 86, ujenzi wa ofisi ya meneja wa mradi kwa ajili ya huduma za umwagiliaji huko asilimia 99, ujenzi wa barabara kuelekea eneo la ujenzi wa bwawa kutoka barabara kuu huko asilimia98, ujenzi wa miundombinu mabomba kwa ajili ya kutolea maji bwawani kwenda mashambani kwa asilimia themanini. Kazi zilizoongezeka ni ujenzi wa mfereji wa kwesasu kwa ajili ya kuingiza maji bwawani kutoka mto Pangani kwa urefu wa mita 3500 ambao haujaanza bado. Kazi zinazofanyika na utekelezaji wake: ujenzi wa tuta la kuzuia maji urefu wa mita 325 liko asilimia themanini, ujenzi wa ukuta wa zege wenye urefu wa mita 325 kwa asilimia 99, ujenzi wa spillway uko asilimia 86, ujenzi wa ofisi ya meneja wa mradi kwa ajili ya huduma za umwagiliaji uko asilimia 99, ujenzi wa barabara kuelekea eneo la ujenzi wa bwawa kutoka barabara kuu uko asilimia 98, ujenzi wa miundombinu mabomba kwa ajili ya kutolea maji bwawani kwenda mashambani uko asilimia 80. Kazi zilizoongezeka ni ujenzi wa mfereji wa kwesasu kwa ajili ya kuingiza maji bwawani kutoka Mto Pangani kwa urefu wa mita 3500 ambao haujaanza bado. Ujenzi wa E, flashing system huko asilimia 50, taa za barabarani kuelekea eneo la ujenzi wa bwawa huko asilimia 90. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu mp online tv.